My God. Yani mwenye nyumba amekuja anataka kodi yake, vitu ndani vimeisha. Eh? Luninga nayo, kingamuzi nacho kimeisha, gari haijafanywa service. Nguo sina. Sijatengeneza kopi. Sasa mimi nitaishije? Oh my God. Nimekumbuka. Ngoja sasa hapa. <laughs> Nianze kuwapigia wapenzi wangu. Sasa hapa nianze na nani, ngoja nianze na Father House Hello? Uh, hello, baby. Mambo? Uh, mambo poa. I miss you. I miss you too, my father house. Nakupenda, baby. Nakupenda pia. Yaani, baby, wenzie mimi ninavyokupenda. Yaani, nakupigia tu simu. Mimi nimechanganyikiwa. Eh, unataka nini, baby wangu? Ondoa shaka, baby. Yaani, baby, nadaiwa kodi. Mambo nisaidie. Oh, no problem, my honey. Kuja na kutumia muda simu mrefu, so baby eh. Ondoa shaka, baby eh. Okay, honey. Wow na mimi pia hivyo hivyo. Sasa, baby. <laughs> Yani, baby, yani hapa ndani ninavyokuambia my oxygen. My oxygen. Hakuna chakula, gesi imeisha, friji yani hakuna chochote kile. Eh, ah. Yaani ondoa shata na kutumia sasa hivi. Eh. Kwa ah. <laughs> maana nakupenda bebi wangu tayari. Hey, sasa hapa bado nimpigie nani? Bado nimpigie mwenye gari hili <laughs> gari yangu ikafanywe service. Kuja, nimpigie my only one Unasemaje bi mshodo? Safi my only one. Yaani baby, navyokupenda ah. Hata mimi yani nakupenda, tatizo ni ni mtoto mzuri mrembo yani baby, nakwambia, gari yangu sijaifanyia service, alafu sina tela ya mafuta, ndoa shaka. Oh, sasa hivi muamala unatema yani mdau. Sasa ukizaliwa mtoto wa kike mjini tayari wewe una masters ya biashara ya raha.